Efeso sura ya sita na mstari, nisome mstari wa, mstari wa kumi. Vaeni silaha zote za Mungu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 na zile silaha tunazovaa lengo lake ni kwa ajili ya kushindana siku ya uovu. kwenye kawa, kwa kawaida katika maisha huwa kuna siku ya uovu, na maovu huwa yanapangwa au mabaya huwa yanapangwa, na wakati mwingine yale mabaya yanapopangwa yanaweza yakampata mtu, na asipojua namna ya kutenda, asipojua namna ya kufanya, nichukue hiyo mtoto asiojua namna ya kufanya huyu hapa. Asipojua namna ya kufanya anaweza kajikuta, kwamba anaweza kajikuta yale maovu yanakuja, yanapokuja yale maovu, anashtukia yameshaingia kwenye maisha yake na hana namna ya kufanya, lakini Biblia inasema kwamba fayeni silaha zote za Mungu ili muweze kushindana siku ya uovu. Kumbe siku ya uovu kuna kushindana. Usiposhindana siku ya uovu ikifika, ndiyo siku ya kuharibikiwa kwako. Kwa mfano, kila mtu kuna mahali lazima apimwe, unapopimwa katika uovu fulani, na kama hujaweka nguvu, hujatafuta nguvu za kushinda kwenye lile eneo linalotakiwa kupima, ndio siku ya kuharibikiwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa ni lazima upimwe kwenye magonjwa, ikiwa hujaweka nguvu za kiroho, wakati unapima kwenye magonjwa, ndiyo kufa kwako. Kwa hiyo lazima ujue, kuna mipango ipo inakuwa imepekwa, inaitwa ramani au kalenda ya ubaya. Sasa ule ubaya huwa unakuja na wala huwezi kuomba usije. Unapoomba unaomba upate nguvu ya kushinda ule uovu. Kwa kawaida, huwa tunapoomba hatuombi kuyazuia mabaya au kuyazuia majaribu. Kuna wakati ambao lazima upimwe, unapitishwa kwenye test, na ndio maana wengine kama hajaweka nguvu Ukipima kwenye magonjwa, yanakuja magonjwa ambayo yanakuwa ni magonjwa hatari. Yakishakuja, ikiwa hukuweka nguvu mapema, hayo magonjwa lazima yakuue. Bwana Yesu asifiwe, amen. Lakini kama umeweka nguvu na ukaweka, ukaweka mizizi mapema, yale magonjwa yakija, kwa sababu yamekuja kukutesti, yatashughulikiwa na nguvu za Mungu zilizomo ndani yako na yale magonjwa yatakuacha na wala kutakufa kwa kawaida. Iko hivi, uovu unapotengenezwa, unapoandaliwa, huwa unalengwa una utimie siku gani, wakati gani, na mahali gani. Kwa mara nyingi, unakuta watu wanakosa au wanashindwa na wanafika mahali ambapo maisha yao yanakuwa hayaeleweki, kwa sababu hawajui kwamba kuna ramani ya mabaya. Wewe unashangaa, unaishi lakini unashangaa, kuna jambo linatokea, na lile jambo linakuwa limepangwa kabisa, ni ramani ya uovu. Kwa hiyo wewe unajikuta kwamba jambo lile linatokea, na unabaki kujiuliza, mbona, mbona limetokea? Unashangaa mtu anaumwa, yanatengenezwa magonjwa ya ajabu. Alikuwa yuko sawa, alikuwa yuko na afya, alikuwa yuko vizuri, lakini shida inakuja, magonjwa yanatengenezwa, yanakuja na yanapokuja, yazima ya kute, una nguvu za kiroho tofauti na hapo, yakija yale matatizo, yale magonjwa yatakuwa kwa hiyo ili usife kwa testi ya magonjwa weka nguvu mapema. Ndio maana watu nawasema kuomba mapema, usiombe wakati ndio umepata matatizo, usiombe wakati ndio umeanza kuumwa, usiombe wakati ndio unaona kuna mazingira ambayo si, a a we, omba mapema. Unapoomba mapema unaweka ulinzi, unapoomba mapema unakaribisha nguvu za Mungu karibu yako, unapoomba mapema unakaribisha uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo baadaye sasa unashinda. Unaona Biblia imesema kuna wakati wa kutupa mawe, wakati wa wa kukusanya mawe, wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Zipo nyakati nyingi. Sasa kwenye hizi nyakati, ukiangalia zipo nzuri na zipo mbaya. Kuna nyakati nzuri, au nyakati za mema na nyakati za mabaya, na hizi nyakati zipo, huwezi kuzizuia lakini utashindaje kwenye hizi nyakati? Ni mpaka uwe na nguvu za kiroho. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna siku ya uovu ambayo lazima ushindane, siku ya uovu ushindane, kwa maana kwamba kwa maana kwamba siku ya uovu ndiyo siku ambayo mabaya yamepangwa, wamekupangia ajali, hiyo ndiyo siku ya uovu kwamba huyu Jumatatu ataenda atakuwa natoka atakwenda mjini na bodaboda imeandaliwa imgongo, mgongo, boda bodaboda. Inapangwa kabisa siku ya fulani, wewe unakwenda mjini, alafu nashangaa unagongwa na, na bodaboda boda. Sio kwamba ni bodaboda ilikuwa imepangwa kwenye ulimwengu wa roho. Sio kile unayemwona amefariki, ni kwamba amefariki kwa bahati mbaya, hapana, ilipangwa rohoni Ukiona mtu amegongwa na gari ilipangwa. Ukiona mtu amekufa ghafla ilipangwa. Uliona mtu am, amekutwa na mabaya fulani imepangwa. Mimi huwa sikubali jambo lolote limetokea kwamba limetokea kwa bahati mbaya, huwa sikubali. Najua kabisa ni jambo lilikuwa limepangwa rohoni, na kwa sababu huyu mtu hakuwa na nguvu za kutengua, likatimia. Likipangwa kama usipotengua likatimia. Amen, ndio maana huwa nasema unatakiwa kuomba kwa bidii. Huwezi kujua leo wamekupangia nini baadaye huwezi ukajua jioni umepangiwa nini. Uwezi ukajua kesho asubuhi saa mbili umepangiwa kitu gani? Uwezi ukajua jioni umepangiwa nini. Uwezi ukajua mwiki naowaza kesho utakutana na nini. Ndio maana lazima kuomba kila wakati utengue. Maana unaona, sisi tunaomba usiku, tunaomba mchaga, kwasababu tunajua kuna mambo yanapangwa rohoni, kuna vitu vinapangwa, usipotengua vinaweza kutimia. Kwa hiyo wewe endelea kulala, unafikiri uko sawasawa. Hapana sawa, jua kwamba kuna vitu ambavyo vinatengenezwa rohoni. Amen, amen. kwa hiyo kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho